Kitabu cha Mika sura ya tano na ya sita, ndio kanisa la Mungu tumsifu Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa, naitwa Mwalimu Petro na wakaribisha katika kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti, ambapo siku ya leo tunaendelea usomaji katika kitabu cha Mika ile sura ya tano na ya sita. Tufungue kwa sala ili tuanze rasmi usomaji. Kwa jina la Baba la Mwana na Roho Mtakatifu Amen. Tunakushukuru Mungu kwa ajili ya wakati mwingine tena mzuri ambao unatuunganisha kama kanisa kwenda kusoma neno lako. Tunaomba Roho Mtakatifu tusimamie, utuwezeshe Bwana kuweza kulielewa, utuwezeshe Bwana kuweza kutiwa muhuri wa uzima, ili Mungu Baba, kwa neno hili tuweze kuwa na uhai, tuendelee kusimama katika nguvu zako. Tupe nafasi a Mungu ya kulielewa na kusonga mbele, katika jina la Baba Mwana na Roho Mtakatifu tuseme Amen. Karibuni sana wapendwa Mlango wa tano. Sasa utajikusanya vikosi vikosi, e binti wa vikosi; yeye amemhusuru watampiga. mwamuzi wa Israeli shavuni mwake kwa fimbo. Bali wewe Bethlehemu, Efrata, uliye mdogo kuwa miongoni mwa elfu za Yuda, kutoka kwako wewe atanitokea mmoja atakayekuwa mtawala katika Israeli, ambaye matokeo yake yamekuwa tangu zamani za kale tangu milele kwa sababu hiyo atawatoa hata wakati wa kuzaa kwake aliye na utungu ndipo hayo mabaki ya nduguze watawarudia wana wa Israeli naye atasimama na kulisha kundi lake kwa nguvu za Bwana kwa enzi ya jina la Bwana Mungu wake nao watakaa maana sasa atakuwa mkuu hata misho ya dunia na mtu huyu atakuwa amani yetu wakati Mwashuri atakapoingia katika nchi yetu na kuyakanyaga majumba yetu, hapo mtaondokesha wachungaji saba juu yake na wakuu wanne, nao wataiharibu nchi ya Ashuru kwa upanga na nchi ya Nimrodi katika malango yake; naye atatuokoa na Mwashuri atakapoingia katika nchi yetu na kukanyaga ndani ya mipaka yetu. Na hayo mabaki ya Yakobo yatakuwa kati ya kabila nyingi, mfano wa umande utokao kwa Bwana mfano wa manyunyu katika manyasi yasiyomgojea ya mtu wala kuwakawilia wanadamu. Na hayo mabaki ya Yakobo yatakuwa kati ya mataifa, kati ya kabila nyingi, mfano wa simba kati ya wanyama wa msituni, kama mwana simba kati ya makundi ya kondoo, ambaye akiwa anapita katikati hukanyaga kanyaga na kuraruararua wala hakuna wa kuokoa. Mfano wako na uinuliwe juu ya adui zako na adui zako wote wakauliwe mbali. Kisha itakuwa katika siku hiyo, asema Bwana, nitawakatilia mbali farasi zako watoke kati yako, nami nitayaharibu magari yako ya vita, nami nitaikatilia mbali miji ya nchi yako, na ngome zako zote nitaziangusha, nami nitakatilia mbali uchawi usiwe mkononi mwako, wala hutakuwa tena na watu wenye kutabana, nami nitakatilia mbali sanamu zako na nguzo zako zitoke kati yako wala hutaiabudu tena kazi ya mikono yako. Nami nitayang'oa maashara yenu yasiwe kati yako, nami nitaiangamiza miji yako. Nami nitajilipiza kisasi katika hasira na ghadhabu juu ya mataifa wasiosikiliza. Mlango wa sita. Basi sasa sikieni asemavyo Bwana, simama ujitetee mbele ya milima, vilima navyo navisikie sauti yako. Sikieni enyi milima mateto ya Bwana na ninyi enye misingi ya dunia iliyo imara, kwa maana Bwana ana mateto na watu wake, naye atahojiana na Israeli. Enye watu wangu, nimewatenda nini? Nami nimewachosha kwa habari gani? Shuhudieni juu yangu. Kwa maana nalikupandisha kutoka nchi ya Misri na kukukomboa utoke katika nyumba ya utumwa, nami naliwapeleka Musa na Haruni na Miriamu watangulie mbele yako. Enyi watu wangu, kumbukeni sasa alivyouliza Balaki mfalme wa Moabu, na alivyojibu Balaamu mwana wa Beori; kumbukeni toka Shitimu hata Gilgali, mpate kuyajua matendo ya haki ya Bwana. Nimkaribie Bwana na kitu gani, na kuinama mbele za Mungu aliye juu? Je, nimkaribie na sadaka za kuteketezwa, na ndama za umri wa mwaka mmoja? Je, Bwana atapendezwa na elfu za kondoo waume na elfu kumi za mito ya mafuta? Je, nimtolee mzaliwa wangu wa kwanza kwa kosa langu mzaliwa wa mwili wangu kwa dhambi ya roho yangu? E, mwanadamu, yeye amekuonyesha yaliyo mema, na Bwana anataka nini kwako, ila kutenda haki na kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako. Sauti ya Bwana inaulilia mji, na mtu mwenye akili ataliona jina lako. Isikieni hiyo fimbo, na yeye aliyeiagiza. Je, hata sasa hazina za uovu zingalimu nyumbani mwa wabaya na kipimo kilichopunguka ambacho ni chukizo? Je, naweza kuwa safi nami nina, kuwasafi, na mizani ya udhalimu na mfuko wa mawe ya kupimia ya udanganyifu? Kwa maana matajiri wake wamejaa jeuri na wenyeji wake wamesema uongo, na ulimi wao una udanganyifu kichwani mwao. Basi kwa ajili ya hayo mimi nami nimekupiga kwa pigo liumizalo sana, nimekufanya kuwa ukiwa kwa sababu ya dhambi zako. Utakula lakini hutashiba, na fedheha yako itakuwa kati yako; nawe utahama lakini hutachukua kitu salama, na hicho utakachochukua nitakitoa kwa upanga. Utapanda lakini hutavuna, utazikanyaga zeituni lakini hutajipaka mafuta, na hizo zabibu lakini hutakunywa divai. Kwa maana amri za Omri ndizo zishikwazo, na matendo ya nyumba ya Ahabu, nanyi na mnakwenda katika mashauri yao, ili ni kufanya kuwa ukiwa, na wenyeji waliomuhumo kuwa zomeo; nanyi na mtayachukua matukano waliotukanwa watu wangu.